aprili tano 5 tunamkumbuka mtakatifu vinsenti ferreri aliyezaliwa valencia huko hispania miaka ya elfu moja mia tatu alijitolea kuhubiri injili na kurudisha roho za watu katika imani sauti yake ilisikika miji mingi akisafiri kote ulaya akichochea hamu ya toba miujiza iliambatana naye akiponya wagonjwa kufufua roho dhaifu na hata kuzuia dhoruba Aliamini katika nguvu ya toba, akihimiza watu kujipatanisha na Mungu. Shauku yake haikuyumba, daima akikumbusha wengine kwamba upendo na rehema vinashinda kukata tamaa. Safari yake haikuwa tu kuhusu maneno, ilikuwa kuhusu kubadilisha maisha na kuasha tena matumaini yaliyohitajika sana duniani. Ufasaha na shauku yake vilivutia maelfu, kwani watu kutoka kila tabaka la jamii walikusanyika kusikiliza ujumbe wake wa upendo, imani na ahadi ya wokovu.